Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema hana imani kwamba mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea kati ya Iran na Marekani yatafanikiwa, akieleza kuwa Marekani imekuwa ikitoa madai ya kupindukia na yasiyo na msingi kuhusu urutubishaji wa urani. Hatutarajii yafanikishwe, hatujui nini itatokea, amesema Khamenei. Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki iliyopita kwamba Iran kwa kiasi fulani imekubaliana na masharti ya mkataba baada ya duru nne za mazungumzo yaliyosimamiwa na Oman tangu Aprili kumi na mbili. BBC imeripoti kuwa, kabla ya duru nyingine ya mazungumzo iliyopangwa kufanyika wikendi hii, mpatanishi mkuu wa Iran amekanusha dai la wenzake wa Marekani kwamba Irani imelazimika kusitisha urutubishaji wa urani, ambao unaweza kutumika kama mafuta ya mitambo au pia kutengeneza silaha za nyuklia. Trump, ambaye aliondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia mwaka 2015 na kati ya Iran na mataifa yenye nguvu zaidi, wakati wa muhula wake wa kwanza, ameonya kwamba Iran inaweza kushambuliwa na Marekani au Israel iwapo mazungumzo hayo hayatakuwa na mafanikio. Iran imesisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani kabisa na haitawahi kutengeneza au kumiliki silaha za nyuklia. Hata hivyo, imekiuka masharti ya mkataba wa nyuklia uliopo kama njia ya kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vikali vya Marekani vilivyorejeshwa miaka saba iliyopita na imejikusanyia kiwango kikubwa cha urani iliyosafishwa kwa kiwango cha juu, cha kutosha kutengeneza mabomu kadhaa. Khamenei amezungumzia maendeleo ya hivi karibuni katika mazungumzo hayo ya nyuklia wakati wa hafla ya kumkumbuka Rais wa zamani Ebrahim Raisi, aliyefariki katika ajali ya helikopta mwaka mmoja uliopita. Alimsifu Raisi, ambaye pia alikuwa kiongozi wa msimamo mkali, kwa kukataa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani alipokuwa madarakani. Nukuu, amesema hapana waziwazi bila utata wowote, Raisi ya kuruhusu maadui kuiweka Iran kwenye meza ya mazungumzo kwa kutumia vitisho au ujanja, amesema Khamenei. Khamenei ameongoza kwa mazungumzo ya nyuklia chini ya raisi aliyemtangulia, rais Hassan Rouhani, ambaye aliwahi kuwa na msimamo wa wastani. Hayakuleta mafanikio na hakutegemea mabadiliko yoyote chini ya rais mpya Masoud Pezeshkian ambaye ni mlengo wa mageuzi. Aidha, amekosoa mbinu za Marekani chini ya utawala wa Trump kwa kusema kuwa Marekani wanapaswa kuacha kauli zisizo na maana katika mazungumzo haya ya moja kwa moja kusema haturuhusu Irani kusafisha urani ni kosa kubwa, hakuna anayongoja ruhusa yako, mwisho wa nukuu. Mjumbe maalum wa Marekani Stephen Witkoff ameiambia ABC News kwamba nukuu, hatutaruhusu hata asilimia moja ya uwezo kusafisha wa kusafisha urani. Tumewasilisha pendekezo kwa Wairani tunalozani linaweza kutatua baadhi ya mambo bila kuvunja heshima, mwisho wa nukuu. Pia ameongeza kuwa tunataka suluhu tunadhani linawezekana, lakini kila kitu kinaanza kwenye mkataba ambao hauruhusu usafishaji wa urani. Hatuwezi kuwa na hilo kwa sababu usafishaji huwezesha utengenezaji wa silaha na hatutaruhusu mabomu kufika huko, mwisho wa nukuu. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arkich amejibu haraka kwa kumwambia Witkoff kwamba matarajio yasiyo ya, ya kweli yamekwamisha mazungumzo ya usafishaji wa urani nchini Irani, si jibu linaloweza kusitishwa Mwisho wa nukuu. Nadhani yuko mbali sana na hali halisi ya, ya mazungumzo haya, amesema Arakich. Mkataba mwaka 2015 kati ya Iran na serikali ya rais wa Marekani Barack Obama pamoja na Uingereza, Ufaransa, China, Russia na na Ujerumani ulihitaji Iran kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuruhusu ukaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Iran iliruhusiwa kusafisha urani hadi kiwango cha asilimia 3.67 tu, kiwango kinachotumika kuzalisha umeme wa kawaida wa nyuklia. Lakini Februari mwaka huu IAEA ilionya kuwa Iran ilikuwa tayari imekusanya takribani kilo 275 za urani uliosafishwa hadi kiwango cha asilimia 60, karibu na kiwango kinachohitajika kutengeneza silaha. Kiasi hicho kinaweza kusafishwa hadi kiwango cha asilimia 90 kutengeneza mabomu sita ya nyuklia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani.